Njemba mbili zimeshika bastola, yani mmoja mmoja kafanya hivi, alafu mwingine kafanya hivi Yes. E bwana huyu hapa polepole akieleza sakata lake vile ambavyo alivyonusurika kutekwa kwa mara ya kwanza kabisa a. Kwa mara ya pili alifaulu kutekwa, lakini mara ya kwanza wali hawakufaulu kumteka. Sasa anaeleza swala lake hilo la kunusurika kutekwa anasema kwamba kwa aliona majamaa wawili wameingia huku wakiwa wameshika mabunduki e, wameshika mabunduki na wanataka kumpiga risasi, lakini e, kwa bahati nzuri, polepole anasema pole yeye ni mtu wa Mungu sana, napenda kumwomba Mungu e, sasa Mungu anamsaidia kwa bahati nzuri, mlinzi wake akakimbia kuelekea ndani, hadi yeye mwenyewe pia akakimbia kuelekea chumbani kule walipoingia kule, wale jamaa wakamkuta polepole pole, amelala kwenye chini ya kitanda, lakini wakasema kwamba itakuwa huyo sio polepole, itakuwa ni mlinzi wake ndio ambaye amekuja kulala huku chini. Wakamtafuta hadi wakamkosa waka e, wakaweza kuondoka naye. Polepole anasema akasikia watu anasema kwamba bwana, mpasue tuende zetu e, hayo ni mambo ya Polepole pole anayoyazungumza hapa. Bwana acha ni kuwekea vinyara, ukazidi kwenye kambi ya vijana. Nimekuta nyumba yangu wameingia watu, wamebomoa, wamepekua nyumba, wameiba TV. Hapa ni chumbani, wakapekua vitu hapa, wameweka, wameangalia chini ya godoro. Kwa mtindo huu, ah, Haya, mimi namshukuru Mungu sana na ninawashukuru sana, leo wamefika nyumbani, na hii ndio hali niloikuta. Mzee wangu Kikwete juzi, ile kodi aliitoa pale, ile kodi kaitoa pale, bahati mbaya. Halafu baada ya kutambua kwamba pale yuko mwenyekiti wa chama, anamrejea Emmanuel Nchimbi. Sasa nitakuambieni kwenye CCM watu waliokuja kuvuruga utaratibu wa kulea kukuza na kuwapatia dhamana za uongozi makada ni kina Kikwete na kundi lake la mtandao kwenye CCM. Uongozi mtu hupewa, uongozi hautafutwi, mlango wazi. Kina Kikwete ndo ameleta idhana dhana ya kutafuta uongozi kwa nguvu zako, kama ambavyo anautafuta uongozi kwa nguvu. Mama Samia akipata urais, Mama Samia hata waheshimu hatawasikiliza na ndio maana ahadi zingine anazitoa kwenye kampeni sio za kweli. Hayo mambo si tulishakubaliana, elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano na na hakuyafanya, na amekaa hapa kwa miaka mitano anawazengazenga hivi, anawazengazenga mseme mchague mimi. Sitapiga kura, lakini nitaendelea kupaza sauti na nitamwomba Mungu wa mbinguni kwamba Tanzania ipate viongozi inao wastahili 2025 mpaka 2030. Nothing more, nothing less. And I mean what I say. Hii mambo tunaruhusu kikundi cha watu CCM mtandao wabagaze CCM, wapange viongozi bungeni, wapange viongozi serikalini, wabagaze mahakama, wabagaze madini yetu nimewaambia ni pale Mwadui Williamson, Diamond pale kifurushi bilioni sitini na sita. Unajua bilioni sitini na sita ni barabara ya kiwango kikali hiyo, kwa kwa ule utaratibu tulikuwa tumeutengeneza kati ya mwaka elfu mbili kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini. Maeneo mengine ilikuwa mkuu wa wilaya, kiwango cha kueneza barabara tulikuwa tumekishusha kutoka kilomita moja bilioni moja mpaka kilomita moja milioni mia nane kwao. Nikichukua bilioni sitini na sita sikiliza, bilioni sitini na sita nipatie scientific. Bilioni sitini na sita, sita moja mbili tatu moja mbili tatu, hizo ni milioni sitini na sita moja mbili tatu, umenielewa gawanya kwa milioni mia nane papap moja mbili tatu moja mbili tatu utapata kilometa themanini na mbili kali. Kifuko hiki cha almasi ya Mwadui, lakini kwa sababu serikali imelala viongozi wamelala, hizi pesa zinakwenda kwa mtu, halafu tunakopa tena kwa mitindo ya hovyo kabisa kwa mfano juzi juzi hapa hapa juzi juzi hapa, kipindi kile wa waziri wa ujenzi Makame Mbarawa, kabisa kwenye mtindo wa ujenzi nchini. Mimi kawa cheki jamaa hawa, kama nilisikia mtandaoni, kuna kitu kinaitwa EPC plus F, ndio mtindo mpya wa ujenzi wa barabara nchini. Kwenye EPC plus F, maana yake hivi ee, nisema utaratibu wa kawaida wa ujenzi wa barabara hapa, turn roads, si ndio? turn roads wao ndio wanajua, bwana, baba yetu itapita hapa, na wao ndio wenye fedha, si ndio? wao wataenda kutafuta mshauri mwelekezi, atasanifu. Mshauri mwelekezi akisanifu, kazi ni ya turn roads, kisha turn roads watatangaza tenda. Tenda zikitoka, watapewa kampuni. Kampuni ataambiwa barabara yetu itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi kiwango chetu ni hiki kwa sababu tunnels anaelewa vizuri kabisa kuhusu hata kiwango cha changarawe kitawekwa pale. Ndio mtu anakwenda kufanya nini? Anajenga, ana produce certificate, analipo na tunawasimamia EPC plus F <laughs> inafaniambe mambo ya ujenzi kwa sababu ya bilioni sitini na sita mwelewe, tungekuwa wapi? Ule mgodi ungekuwa tunamiliki sisi, tunamiliki sisi wenyewe. EPC plus F maana yake E, maana yake engineering, ile kazi ya usanifu mpango ya awali na nini, engineering. P maana yake procurement, kumprocure, kufanya manunuzi ya wakandarasi watakaojenga. C maana yake construction, ujenzi wenyewe, jumlisha F, F, maana yake financing, fedha. Kwa hii modeli ina hi vitu vyote, umeelewa? ko serikali inatangazia wajenzi jamani, yeye anataka kuja kujenga na ndio wanataka wajenge hii barabara, sio naita express way kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Nauliza ujinga gani huu? Hivyo wamewahi kujiuliza kwa nini kuna foleni kutoka Dar mpaka Morogoro? Kuna foleni kwa sababu ya malori. Kwa hata hii habari ya Kwala tushachelewa. Kwala was supposed to be five years ago. Leo kwala haipasi kuwa kwala. Kwala sasa hivi tunatakiwa tuiache kwenye ngazi ya yatanini, eh, ukarabati wa magari moshi, ya treni ya mwendo kasi, ndio tutafanyia kwala. Ndio dizaini mimi ninayokumbuka nilipokuwepo, lakini bandari kavu inatakiwa iwe aidha Dodoma au Morogoro, kwa gari zinazokwenda Zambia tukiweka bandari kavu ya kwanza kwa ruti ya Zambia, Malawi, Zimbabwe, mnielewa, inakuwa Morogoro. Uchumi wa Morogoro utakuwa vibaya mno. Alafu inakuja bandari kavu nyingine Dodoma, kwa sababu tayari tumeshawafikisha e reli ya mwendo kasi Dodoma. Ikiwekwa pale, maana yake kuna makontena hayataguswa bandari ya Dar es Salaam, yatachukuliwa straight na train mpaka wapi? Mpaka Dodoma. Dodoma gari za Rwanda, Kongo eh, eh, Uganda, Burundi zitaishia Dodoma. Uchumi wa Dodoma tena utafanya nini? Utakuwa zaidi. Hizo ndio fikra tunaletea EC plus F ambayo, yani mtu anakuja na hela zake, anakuja na usanifu mwenyewe, anakuja na ujenzi mwenyewe, alafu bei ilikuwa kilomita moja bilioni tatu karibia bilioni nne, wakati sisi tulishashusha kutoka bilioni moja mpaka bilioni mia nane. Na barabara za halmashauri, mi nilikuwa mkuu wa wilaya, tuliziteremsha mpaka milioni mia tatu sitini zile barabara za halmashauri zile. Fikiria tungejenga miundombinu mingi kiasi gani! Tunapigwa ndugu zangu, hasa ni jibu mtu, nitakuja na fakti hizo. <laughs> we bwana we hacha Fafanue hili ili kwa kweli kwa hoja kwa ajili ya yule mwandishi wa habari, ameweka watu pale, wana akili zao, anawadanganya mwandishi wa habari mwandamizi, ana gugu bila utaratibu. Unajua okay, ukiwa mwandishi, mimi ni mwandishi wa habari kwa mafunzo sio kwa weledi, yani profession, sina degree wala diploma ya mwandishi wa habari, lakini na cheti. Tumefundishwa mimi na wenzangu, wengi walikuwepo, wengi na wako hata hapa mjini, waandishi nguli tulikuwa nao, na tukaunda chama chetu kinaitwa Tanzania Health Writers Network. Mimi ni mjumbe na mwanzilishi mwandishi mwanzilishi wa kile chama. Unapokuwa mwandishi wa habari, unapofanya rejea, unakuwa huna tofauti. Unapokuwa mtaaluma, huwezi kurejea holela, unatakiwa urejee katika namna ambayo ni eh, official, eh, reference. Yani rejea rasmi, na chuo kikuu tunafundishwa rejea rasmi ni ipi. Sio kama vizuri, sio Google kwa hiyo